Akili unaonaje, maneno hayo kama yatatajwa kwako, tafurahi sana eh? Wangapi wanataka maneno haya yatajwe kwako? Kuna saa walipomwona Yesu akihudumia watu, Yesu akiongea maneno ya busara, maneno yenye hekima kuliko waandishi na Mafarisayo, wanawake wakamwendea, watu wakamwendea wakasema ni heri tumbo lilokuzaa, heri maziwa ulio yanyonya. Maana yake nini? wale wa mama huku, akili yako iko sawa eh? Bwana asifiwe. Walikuwa naona mtoto kama huyu ni afadhali, mi ningemzaa na nielewa nachozungumza. Heri tumbo lokuzaa heri matiti uliyonyonya. Maana yake wale watu wanasema, mtoto wangu angekuwa kama Yesu, mtoto wangu angekuwa kama huyu. Hiramu anatufundisha nini? Mfalme wa Tiro anasema ya kwamba ahimidiwe Mungu aliyempa Daudi mtoto mwenye akili, mwenye ufahamu kama wewe. Bwana asifiwe kuna namna ambavyo mtoto wako akiwa na akili watu watatamani awe mtoto wao. Bwana asifiwe, amina amina. Lakini tunapoenda kwenye maombi, unajua, unaweza ukaachia watoto watoto ambao wana akili na ukapambana unavyoweza kupambana, ukajikuta unasomesha mtoto wakabaki na vyeti lakini vyeti ambavyo haviwezi kuwasaidia, tunachoomba ni nini? Tuombe watoto wawe na akili. Bwana asifiwe, amina, amina. Wakiwa na akili wanaweza kupambana kwenye maisha, Mungu akaonekana kwao. Naomba tusimame, shika majina ya hawa watoto. Kama mtoto yuko hapa, mwekee mtoto wako mkono kama mtoto wako yuko hapa, naenda kamtafute, mwekee mkono. Mtoto uliweka hapa, tafuta mzazi wako mahali alipo, weka mkono wako kifuani. Kama mtoto wako yupo, mshike mkono, mwekee mikono kichwani. Mungu akubariki, tafuta mtoto wako mahali alipo. Mtoto tafuta mzazi wako mahali alipo, tunakwenda kwenye maombi. Wewe ambaye umebeba majina ya watoto shika, shika majina hayo, weka mkono wako Kifuani. Mungu anajua majina ya watoto wako. Kila mtoto ameshapata wa mzazi wake sio? Hebu sema e, Mungu liye hai. Ongeza sauti yako, watoto vijana mlioko hapa, nyewe keni mikono kwenye vifua vyenu. Mungu anajua kama huna mzazi, usijisikie vibaya, weka mkono wako kifuani, mkono mwingine weka kichwani, sema e, Mungu liye hai. Katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto hawa, asante kwa ajili yangu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya zawadi ya watoto ulionipa. Ee Mungu liye hai, mahali ambapo nimewatamkia hawa watoto maneno yaliyoharibu akili zao na fahamu zao, ninaomba toba na neema mbele za uso wako. Nisamehe mahali ambapo nimeharibu akili za watoto wangu kwa njia ya maneno na malezi mabaya, kwa jina la Yesu, kila uharibifu uliokaa kwenye akili za watoto hawa ninaondoa kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu ulioingia kwa njia ya vitu walivyoviona vikaharibu akili zao na vile ambavyo wamezisikia vikaribu akili zao, ninaondoa kwenye ufahamu wao kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ee Mungu ponya watoto wangu, ponya akili za watoto wangu, wakawe kama Yusufu, wawe kama Danieli, wawe na akili bora kwa jina la Yesu. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba, taja majina ya watoto wako, taja majina ya watoto wako. Kijana simama mbele za Bwana, ongea akili zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mkuu, mwenye nguvu na uweza, asante kwa ajili ya watoto katika jina la Yesu, ninaleta akili za watoto kwenye madhabahu yako Bwana. Mungu mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya akili zao, kama Mungu mtakatifu, mfalme wa Tiro aliposema ya kwamba Mungu mtakatifu ahimidiwe, Mungu aliyempa Daudi mtoto, e mtoto mwenye akili e Bwana, mtoto mwenye ufahamu na uhimidiwe e Bwana, kwamba akili za mtoto wa yule mama utapona, atakuwa na watoto wenye akili bora kama za Yusufu, kama za Danieli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shule wanazokwenda e Bwana, iwe sehemu ya kuendeleza akili zilizo bora e Bwana katika Ka jina la Yesu ninaachilia akili bora kwa mtoto wako, katika Ka jina la Yesu ninaachilia. Endelea kuomba omba, omba kwa ajili ya huyo mtoto, kemea roho ya uzito, kemea mdanga wa akili, kemea akili danga, akili ambayo haitaki kujiongeza, kemea kwa jina la Yesu aliye hai. Kila akili ambayo adui anaitumia kwa ajili ya kuharibu maisha ya watoto tunakataa kwa jina la Yesu. Maneno yaliyonenwa na wazazi wao yakaharibu akili za watoto, ninapiga hayo maneno, ninapiga hayo maneno katika jina la Yesu. Akili iliyoharibiwa na mazingira, akili iliyoharibiwa na mazingira, akili iliyoharibiwa na mazingira katika jina la Yesu, inaponya akili za watoto, naponya akili za za watoto katika ka jina la Yesu. Malezi mabovu yaliyoharibu akili za watoto, malezi mabovu, malezi mabovu yaliyoharibu akili za watoto, ninachomoa, ninachomoa mila na desturi zilizoharibu akili, mila na desturi zilizoharibu akili katika jina la Yesu. Ule mfumo wa akili uliotoka kwa baba, ile tabia na mienendo aliyorithi toka kwa baba yake kiasi kwamba ikagandisha akili, ninaharibu hiyo nguvu za giza zinazopitia malango ya mapokeo ya ukoo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mfumo mbaya, kila mfumo mbaya kwa watoto wako akili, akili haribiwa na mazingira, akili iliyoharibiwa na maneno ya wazazi ninafuta kwa ufutio unaoitwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Ninaombea watoto wako kwa nini ambao ninatutazama kwa njia ya YouTube katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Katika jina la Yesu kila mzazi ambaye atakayetazama video hii anaponya akili ya mtoto wake. Kila kijana atakayepitia kwenye video hii, tunaachilia nguvu ya uponyaji kwenye akili ya wa Watanzania. Tunaachilia moto wa damu ya Yesu kwenye akili ya vijana wa Tanzania. Ninaponya akili ya wasomi wa Tanzania katika jina la Yesu. Akili isiyoleta matokeo mazuri kwa wasomi wa Tanzania kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ninaponya Waombea akili ya vijana isiyozalisha vitu vipya, akili ambayo haizalishi vipya, ni kukopi na kupesti. Kwa damu ya Yesu, tunakataa, tunakataa akili isiyozalisha vitu vipya. Kwa damu ya Yesu, tunawaombea watoto wenye vipawa watoto, watoto wenye vipaji maalum katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wale watoto wanaofuatiliwa na wachawi naofuatiliwa na shetani kuharibu akili za kwao, tunaachilia damu ya Yesu inapita kwa vijana wa Tanzania wenye akili na picha na picha. Nenda, nenda, nenda. Nenda, nenda nenda. Ombea watoto walioko kwenye ukoo wako, ombea watoto wengine katika jina la Yesu. Ombea akili za watoto zinazoharibiwa zinazoharibiwa na maporomoko ya maadili yanayeuwa, mambo ambayo wanatazama kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo wanatazama wanatazama kwenye video na vitu mbalimbali, katika jina la Yesu ombea akili za watoto wako, zinachukua vitu ambavyo haviwasaidii, katika Ka jina la Yesu, kila pango lilopanga kwenye akili ya watoto wako ambazo haipeleki kwenye ndoto zao. Chono, chono, chono, chono. vitu walivyovitazama kwenye mitandao ya kijamii ina uwakeswo ya mtoto wako, chomoa kwa damu ya Yesu. Watoto wote weka mikono kichwani, weka mikono kichwani, tunaombea hiyo akili kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ufahamu mpya, ufahamu mpya juu ya watoto wa Tanzania, ufahamu mpya juu ya watoto wa Tanzania kwa jina la Yesu. Akili akili za watoto na zikapone, akili za watoto na zikapone, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Watokee watoto wenye akili, watokee watoto wenye akili kama Sulemani kwenye familia ya kwaka atokee mtoto mwenye akili kama Sulemani mwenye akili ambaye ina majibu ya familia, watoto wenye akili kwenye hiyo shule, watoto wenye akili kwenye hiyo chuo kwa damu ya Yesu robo saka robo roboyosaka robookorya ringarabakorya rapapa rekende rikangaraba koria rapokosaka rikangarabakorya kando robo saka ripa pasiki ndara mosaka damu ya Yesu damu ya Yesu, kwenye akili za watoto wako, damu ya Yesu, kwenye akili za watoto wako walioko shuleni walioko shuleni, damu ya Yesu, huko huko kwenye akili zao wale watoto kwenye akili wanaofuatiliwa na wachawi, wanaachilia tabia za ulevi, tabia za udokozi, tabia tukutwa na ponya akili zao, na ponya akili zao. Kila mtu wakemee, kila mtu wakemee kwenye ibada hii, kemea kwenye ibada hii, kemea, kemea, kemea nguvu za kiza zilizo vamia akili za watoto. Kemea, kemea, amini, kemea, amini, kemea, kemeakemea, kemea, kemea, kemea, kemea, kemea, kemea, kemea. akili ya mtoto iliyo akili ya mtoto iliyoharibiwa na wachawi iliyoharibiwa na wachawi. Napiga napiga haya majini haya majini, haya majini. Toka toka kwenye akili za watoto toka, toka. Pepo unaifunga akili ya kwamba mtoto huyo asio na akili asielewe, toka toka toka. Moto moto moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu! Aya nang'oa na ng'oa na ng'oa nang'oa kila mbiza giza. Weka mikono kwenye kichwa chako kijana, weka mikono kwenye kichwa cha mtoto wako. Yanachomoka, yanachomoka huo mzito kwenye akili yako, huo mzito, roho ya kusahau, roho ya kusahau. Roho ya kusahau, roho ya kusahau, uzito darasani, uzito darasani, uzito darasani, usingizi wa kipepo, usingizi wa kipepo. Piga kelele, ondoka! Piga kelele, ondoka! Piga kelele, ondoka! Usingizi wa kipepo, usingizi wa kipepo! Toka, toka, toka kwa jina la Yesu! Toka kwa jina la Yesu! Toka kwa jina la Yesu! Toka machie Roho, ya kusahau roho ya kusahau roho ya kusahau, poka kwa jina la Yesu Yesu, poka kwa jina la Yesu, poka kwa jina la, la Yesu, fikra za kipepo fikra za kipepo mawazo ya kipepo yanayozunguka kwenye akili ya, ya mtoto wako, poka kwa jina la Yesu. Santa Bonis ndio, mm. mm. ndio makozi no. no. Wewe ni Mungu, zaidi yako hapana Mungu mwingine. Umeponya akili za watoto wetu katika jina la Yesu. Weno ya mikono yako juu, Mungu akupe akili kama za Sulemani, sema amina. Mungu akupe akili kama za Sulemani katika jina la Yesu, akupe akili kama za Danieli katika jina la Yesu. Uwe na akili bora kama za Danieli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, uwe na akili na ufahamu kama Yusufu katika jina na Yesu Kristo wa Nazaret aliye hai, na akili zako na ufahamu wako ukatumike kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu na watu wote waseme amen. Pigie Bwana makofu namg